na Gladys, na nani ngine? Yes. Ni wawili na huu injilisti ni Roho, niye huwa napeana program sawa sawa. Niyeehu anapeana nani, afanya kazi kwa mhindi. Hakuna wahindi huku Nandi wako sindio? Kazi ya mhindi huwezi fanya venye nataka wewe, ni yeye anakwambia, sindio? Kwa Mungu ni zaidi ya mwini, anapeana kazi yake. Kwa hivyo evangelist, kwa evangelism, kuna yule mwenye anapewa program. Kwa hivyo kuna hii mama, jina aaa jina msana, utakuwa napewa program, ya wale nenda kuombea. Sasa, kwa hivyo, ntakuwa na mtumishi pita <coughs> ataonyeshwa e, karibu na nyumbani, akikwambia unaenda, ndio umerahisishia kazi ya pasta. Akikuja nao Pasta Komena atakuwa anahudumia hapo. Ukienda kuombea mtu na mpewa maono kule, aikupea maono na peana hapo hapo hapo, yeye atakuwa anapewa maono hapo kanisani Maono yake itakuwa hapa kanisa, hapa kanisani, sio nje, ni hapa kanisa. Maono ya Mama Fidelis itakuwa pia kule, itakuwa hapa kanisani na kule nisani. Kwa saa saa a, kuna hiyo tofauti. Manabii akiwa wawili, yule roho anaenda kwa zamu, hawezi kufunulia watu wawili mara moja, sawa. Sasa hivi mnakuwa mkiona Gladys akisema umeonyeshwa kitu fulani ujasema, si ndio? Hiyo kusahau si wewe, ni Roho amefanya usahau, kwa sababu hawezi kuleta mkanganyiko. Ni sawa, unless kuna mtu kwa madhabahu akisema fulani sema, atakukumbusha atakukumbusha kwa zama, sawa? Kwa hivyo mtujue mpangilio, tusilete confusion. Kwa hivyo hata kama hata kama ujaonesha ukuji hapa kua umeonyeshwa Nabii hakujangi hapa, alikuwa ameonyeshwa. Kuna wale waotaji dreamers. Dreamers watakuwa ameoteshwa kwa mfano, kama mama utaonyeshwa ni sawa, sababu ni yako, na roho atakuonyesha yeye, ni baba yako, kuna nia na yeye ni Mungu. Maono yake ni ya kuleta suluhisho, kwa sababu ni baba anatupea. Hakuna maono ambayo inakuja bila suluhisho. Ukiona maono imekuja tu bila suluhisho, ni nafasi yako ya kuomba. naona nao ye ni nabii lakini kipawa kimefungika amekuwa wandoto, lakini leo Mungu anaenda kumfungua. Mana sivie tofauti ya nabii na wandoto, yeye ako hatua moja mbe, mbele kwa ajili ya kanisa, lakini nafasi ya pasta ndio muhimu zaidi, kwa sababu analisha wale watu. Maana muonyesha mtu asali Naambia kuja nikuonyeshe mahali asali hii. Akikuja, akiona na nyuki. Akiumwa, atatoroka, atasikia utamia, atakumbuka utamia sasa <laughs> <laughs> kwa hivyo ni pasta anajua, Roho amemwequip pasta vizuri, ako na unabii ndani yake, ako na ualimu ndani yake, ni sawa. Kwa hivyo mkiendo kwenye evangelist huko, lazima wale watu ushuhuda, kama leo tumeambiwa hapa Mathayo 10 38 na Usimwonee Mungu aibu, usitembeleze huyo mtu. Sawa sawa, aikushuhudie, mwambie nataka Jumapili ukuje kanisa upatane na mtumishi hapo, ili kile umepata shetani asikunyang'a, wajue kuna kunyang'anywa, kwa sababu kuna wanafundisha injili ya ujinga huko nje. Atukipokea, ukipokea imetosha. Haitoshi. Kwa nini nimekupea peremende? Kwa nini nimekupea zawadi? Ni kwa sababu nataka ukue na uhusiano na mimi. Mama wa mama wote walikuwa wasiani. Ukiona mwanaume ananunua simu na kuletea, ni nini? Na wewe si dada yake? Unajua huyu mtu kuna kitu anataka kwa? Anatafuta bibi. Vivyo hivyo Yesu Kristo anatupanya, kwa nini? Anataka tukue wake. Kwa hivyo wewe umetumwa kama kuconnect. Umetumwa kama campaign team. Uweze fanya campaign huko, unapeana pesa na uambii nani unapigia kura. Tuelewane? Kwa hivyo uinjilisti ni kanisa nje ya Enda leta watu, atakutumia kwa sababu ni kazi yake, si kazi yangu mimi. Atakutumia kwa sababu ni kazi ya na ni jina lake, hataki jina lake lipakwe matope. Kumbuka jina lake limekuwa milele ya kwanza na milele ijayo litabaki. Mimi na wewe tutavaa vile viatu vya Petro na Paulo, muda wetu ukiisha, watoto wetu watavaa hiyo viatu. Kwa leo viatu tumevaa mimi na wewe. Tusimwaibishe Yesu Kristo. Tusifanye kazi yenye haina matunda. Tunaelewana? Ndio. Mtapatana na watu ambao na mtusi Yesu, waachana na wao. Siku yao itaku wale ambao wanataka kuhubiriwa bali umetumwa kuhubiria ombea. Ukipatana na mtu akona shida, ombea yeye. Sio wewe unaponya, wewe ombea yeye. Ile jina umebeba ndio inaponya. Wakati umevaa viatu tu kwa nyumba yako. Nenda kwa uinjilisti. Wachana marafiki kwa mshu. Hata kwa siku na mama chela jirani. Wachana na Yesu. Wewe ni campaign team ya Yesu Kristo? Yesu ako na wewe hapo. Ulizokuwa na Yesu anatembea na halafu nasalamia watu na story mingi mingi. Unazingatia huyu bwana wako. Sipi kwenye? Nibu na watu miangu kwa nyumba umeomba. Kwa kwa kwa kazi unao? Ukichoka. Na attitude ya mtumishi unaheshimu bwana wako unamtii na unachunga kwa sababu, baada ya hii kazi natarajia kulipwa, si bure. Wakorintho wa kwanza kumi na tano mstari hamsini na nane kazi yetu kwa Kristo sibu, sibu mutalipwa aoga. Ukifanya tu hivi bila matunda, hutalipwa kitu, utadaiwa siku hiyo ukifanya kazi yake vibaya vibaya ile malipo utapata, sikuyo utashangaa. Kwa ukienda kule nje jua huyu mtu kumuombea amekuwa mahali fulani, uliza mtu swali moja, wewe ni mgonjwa e? Kwa sababu uponyaji, neema ya uponyaji kila mtu ako nayo sawasawa. Ukienda ukiombea mtu atapona katika jina la e? Atapona ni yote aka kuombea mtu akitoka hapa atapona. Lakini muulize swali moja. Usifanye injili bila kutumia mawazo bila akili. Huyo mtu amekuwa mgonjwa, kwenda kaunti. Kuna, kuna mahali amekuwa kia. Hakuna Yesu huko. Kama kuna Yesu, bwana mtu ni mgonjwa bado. Wana Amen. Huko kama ya kuombea mtu, habari ya leo salamu. Tutendena namna gani? Huyo ni mgonjwa yeye. Mbelezo anaponi, anaponi. Hii ninajua. Ombea. Lakini huyu Yesu wangu akona madhabahu, ako na madhabahu. Lazima ulete lete ushuhuda nyumbani, iko nyumba yake mahali anasimama. Tusiwe kama wale watu kumi walipona wale, kaenda kwe. Lazima arudi baraka yako, wakati ushuhuda unashuhudiwa hapa, inaandikwa kwako na paisi. Kwa hiyo kumbukeni uinjilisti, kumbukeni maana kuna watu wanaombewa alafu wanapotea wenda kunyamaza. Hatutaki kufanya kazi kambi kama hiyo. Kama mtu ni zakawa haizi kusoma kushuhudia, wacha akae kwa shida zake. Usipoteze muda kwa mtu kama huu. Uwezi kwenda sokoni ununua kondoe ni aizai. Utanunua kondoe kama hiyo? Siku zingine utanunua. Hata kama ni sura mbaya kama inazaa mapacho utanunua hii? Hivyo sasa. Kwa hiyo tusifanye kazi ya kupoteza muda. Wainjilisti shikeni hiyo kazi na watumishi, mkuwe mnakuja mapema. Nashukuru Mungu maana wengi walikuja mapema leo. Mnakuja mapema munaomba kwanza, munashikana mikono kwanza, na baada ya ushirika pia munakuta. Bwana asifiwe. Urafiki ni kitu kizuri, kujuana ni vizuri, si kweli? Musigoje tu ushirika ikiisha huyu anaenda, hapana. Mkikaa pamoja, mkiika vichwa vyenu pamoja, mnasemezana, mnaombeana, mtajuana, mtakuwa familia. Bila hiyo, ikikuja kujaribu kuwagawagawa, inakuwa vigumu, kwa sababu mmejuana vizuri. Kwa hivyo, tusimruhusie, tusimpe nafasi shetani.